Uh, kabla ya taarifa hizi za siri na za ndani na kuomba uchukue sekunde moja tu ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe yale ambayo yametufikia wakati tunapoendelea kubeberusha matangazo haya moja kwa moja kutoka Mbeya nchini Tanzania. Breaking news ambazo zinatufikia sasa hivi za siri ama za ndani zinasema ya kwamba hatimaye kiongozi wa Chama cha Maendeleo na Demokrasia nchini Tanzania, Tundu Lissu anadaiwa kuachiliwa wakati wowote ili kukutana na rais Samia Suluhu Hassan ikulu Tanzania, kama njia moja ya kukaribisha maridhiano na handisheki. Nani ameyasema haya? Vile unavyotazama, kuna chapisho hili ambalo limeweza kuchapisha na kusema ya kwamba Chadema tuko tayari kwa maridhiano, yaani chama cha Tundu Lissu sasa hivi kipo tayari kwa maridhiano kati ya serikali ya sasa ambayo inaendeshwa na Samia Suluhu Hassan na Chadema, ni chama ambacho kinaongozwa na a Tundu Lissu. Tusome kidogo hapo kwenda chini uh, chapisho hili linasema ya kwamba mkuu wa idara ya habari wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, bwana Gavas Yenda ni amesema chama chake kipo tayari kushiriki kwenye mchakato wa maridhiano ili kuhakikisha Tanzania inakuwa na amani na utulivu wa kisiasa wa kudumu. Yenda amebainisha hayo wakati akifanya mahojiano na chombo kimoja cha habari jijini Dar es Salaam, swala ambalo limepokelewa kwa maoni mseto na baadhi ya wananchi wakiwemo wanachama wa Chadema na baadhi ya wachambuzi wa siasa wengi wakiunga mkono kauli hiyo kwa maslahi ya umma na umoja wa kitaifa. Sasa ni wazi kwamba habari hizi za ndani zinathibitisha kwamba yule ambaye anasimamia idara ya habari katika chama cha Chadema cha Tundu Lissu, ambaye anaitwa Govas Yenda, anathibitisha kwamba chama hicho wapo tayari kwa maridhiano. Maridhiano ni kati ya Chadema ambayo iliondolewa kushiriki uchaguzi uliopita na serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan. Maridhiano haya yanamaanisha handshake, yaani kusalimiana na kukubali kufanya kazi pamoja. Maridhiano haya yatasababisha Tundu Lissu kuachiliwa kutoka gerezani alipo sasa hivi Ukonga, ili kuwakilisha chama cha Chadema Ikulu kuzungumzia mambo ya maridhiano na kupatanisha na kuleta umoja haswa kwa watanzania wote kwa ujumla. Ikumbukwe ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa katika mstari wa mbele kupendekeza mambo ya maridhiano, ingawa kuna pingamizi mingi ambazo zinasema haiwezekani maridhiano kufanyika hapa Tanzania pasipokuwa na haki, pasipokuwa na uwajibikaji haswa kwa maandamano yaliyoshuhudiwa kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao waliweza kuangamia ama kuaga dunia kufuatia maandamano hayo, maafa yakashuhudiwa na wengine kujeruhiwa wakiwa katika mahospitali mbalimbali, ya kwamba fidia inastahili kutolewa na serikali kwa familia zile na wale ambao waliuawa, haki iweze kutendeka. Ikiwa kuna familia ambazo ziliweza kupoteza wenzao na miili ya ndugu zao ama jamaa zao bado kupatikana, kufikia sasa miili hiyo, serikali ihakikishe imeweza kuiwasilisha kwa familia husika, ili waweze kuizika na kuonyesha heshima ya mwisho kwa wenzao kabla ya maridhiano kufanyika. Na wengi wamekuwa ukiuliza, na ni ukweli, maridhiano ni ya nini pasipokuwa na haki? Maridhiano ni ya nini pasipokuwa na uwajibikaji? Lazima tujue kiini kilichosababisha watu kuuawa, nani aliweza kutoa amri watu kupigwa risasi na sababu ni zipi? Hayo yote ndio yanaenda kuzungumziwa ili turidhiane. Kwa nini? Kwa mauaji? Kwa hasara? Kwa majeruhi? Yani tunaridhiana kwa nini? Hayo ndio wengi wamekuwa wakipendekeza hapa Tanzania, akiwemo rais wa chama cha wanasheria uh, Boniface Mwabukusi naye amekuwa katika mstari wa mbele kusema hayo. Akina Lema wamekuwa mstari wa mbele kusema hayo. Akina uh, bishop ama Askofu Bagonza amekuwa akizungumzia hayo, na ikumbukwe Tundu Lissu sasa hivi amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi tisa na aliweza kushitakiwa kwa kosa la uhaini. Na uhaini katika taifa hili letu, vile tunajua sheria zile za mwaka 1977, uhaini hamna dhamana, ukipatikana na kosa hilo ni kifo, kumaanisha Tundu Lissu alishtakiwa kwa kosa hilo ili ahukumiwe kifo. Unajua ni siasa ambazo zinaendelea ambazo ziliweza kusababisha kufungwa gerezani ili asije akawania kiti cha urais, kwa sababu alikuwa kiongozi mmoja maarufu, angeshinda kiti cha urais katika uchaguzi uliofanyika 29 Oktoba mwaka jana lakini akazuiliwa kuwania kiti hicho cha urais, wa kushitakiwa kwa kosa la uhaini. Na haya yote Samia Suluhu Hassan amekuwa akiyafanya. Sasa maridhiano ni ya kuomba msamaha Tundu Lissu, kumzuia pasipokuwa na makosa, kumwambia tusonge mbele pamoja, tufanye kazi pamoja, na haya yameweza kuthibitishwa na huyu ambaye aa, ni anasimamia kitengo ama idara ya mawasiliano katika chama cha Chadema anaitwa Yenda lakini kuna baadhi ya wanachadema bado hawajaitikia haya, na kuna baadhi ya wale ambao wameitikia haya. Kwa hivyo kuna maoni mseto, kuna wale ambao wanaunga mkono na kuna wale ambao hawaungi mkono ama wanataka ku test waters waone ni, ni vile serikali inaenda ku respond kwa suala hili. Lakini ikiwa maridhiano yataafikiwa, lazima serikali itoe fidia kwa familia zile ambazo ziliweza kupata majeruhi na zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, haki ikaweze kupatikana, na haki hii ni miili kuwasilishwa kwa wengine ama familia husika, ili kuizika, kuonyesha heshima ya mwisho, kwa sababu kuna baadhi ya familia nyingi ambazo zinalia bado hazijapata wenzao hadi kufikia sasa. Ndio maana ile tume ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoiteua ili kuchunguza maafa wengi wanaenda pale katika tume ile, wanalia, wanasema vile watu walipigwa risasi. Ile tume ambayo inaendeshwa ama inasimamiwa na jaji eh, Chande, wameona mengi hadi ikafika wakati eh, Chande akasema sasa hatutaki vyombo vya habari viweze kupeperusha matangazo haya, wakazuia waandishi wa habari, kwa sababu yale yote ambayo yalikuwa yamefanyika yalikuwa yamejulikana nani ameyafanya, na hata rais mwenyewe waliweza kuthibitisha haya akiwa na mkutano na waziri kule Dar es Salaam akasema ya kwamba tulitumia nguvu kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanataka kupindua serikali. Hatunge nyamaza, hatungetulia tuone watu wakipindua serikali. Tulitumia nguvu zaidi, wala ambao wanalaumu walitaka tutumie nguvu zipi? Nguvu ndogo ni zipi? Kwa sababu watu walikuwa wanataka kupindua serikali. Kwa hivyo ni dhibitisho kwamba wale ambao waliangamia inadaiwa ni vyombo vya dola waliweza kuwapiga risasi. Naomba ni tamatishie hapo. Habari hizi za ndani tutaendelea kuzifuatilia na kuwahabarisha, ama kuwa taarifu vile tunapoziipata. Lakini ikiwa hawija subscribe, chukua sekunde moja kama wini mgeni, uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kutoka Tanzania ITV, na usisahau please kuponyeza alama ya like. Asante.